Mbaya sana bujione, hapo. We ndio nani? We ndio goja? We ndio nani? Ama u ni mtu atakataka, ama ni njaa inamsumbua? Kakule chakula, kutumie pesa ngapi? Shika. Wewe unalipanga hapa, eh, hapa. Mm. Ni, ni kuwekea ngapi? Taja hiyo namba yako taja, taja hiyo namba yako 07? 07, 07, 07, 07. Yao yeah, oh. Kwenda kama mdomo. Eh, enda ushindake kuvenye unashindaka na watoto huko nje. Una hata adabu unakaa mela na nainapo kama mjinga.